Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Mheshimiwa Rais, mwenendo wa hati za ukaguzi. Katika mwaka wa fedha 2023-2024 20, 20, nimetoa jumla ya hati 1301, ikiwa ni ongezeko la hati 92 ikilinganishwa na hati 1209 zilizotolewa mwaka wa fedha 2022-2023. 20, kati ya hati hizo nilizotoa mwaka huu hati 220 zinahusu tawala za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa. Hati 218 zinahusu mashirika ya umma, hati 513 zinahusu serikali kuu na hati 19 zinahusu vyama vya siasa, na hati 332 zinahusu miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Rais, kati ya hati hizo hati zinazoridhisha kwa maana hati safi ni 1295 sawa na asilimia 99.5. Hati zenye shaka ni tano sawa na asilimia 0.4. Hati mbaya ni moja sawa na asilimia 0.1, na hakukuwa na hati ya kushindwa kutoa maoni. Kwa ujumla, hati za ukaguzi wa hesabu zinaonyesha kuwa utayarishaji wa hesabu unaridhisha una na unaimarika na kwa kiasi kikubwa unazingatia taratibu na kanuni za uandaji wa hesabu za kimataifa sahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare, ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media.